Na sio tu Zingiziwa, usafiri huu utawahusu watu Wazingiziwa, watu Wachanika, Msumbiji, watu wote wa maeneo haya ambao wanataka kwenda uwanjani. Jukumu la usafiri ni jukumu la mheshimiwa diwani Kaniki. Tiketi ni juu yako, hakuna cha bure bure <tipa> <tipa> <tipa> ni usafiri tu Tiketi nunua jinya k ndugunduguni, kwa wale ambao wanahitaji kununua tiketi zao, tiketi ziko hapa hapa Zingiziwa, nunua tiketi yako hivi sasa, ili uje ujumuike na wanasimba wenzio siku ya tarehe 23. Kama hujawahi kwenda uwanjani na kuna su mpaikizila hajawahi kwenda uwanjani na najawahi kwenda Benjamin Mkapa, ah. <laughs> una haya sasa. <laughs> We unakaa hapa Chanika, njia moja tu umeshafika Temeke hapo, hujawahi kwenda Benjamin Mkapa. Sasa kama hujawahi kwenda Benjamin Mkapa, huu ndio wakati wako wa kwenda Benjamin Mkapa usafiri upo hapo kwa mheshimiwa diwani, nunua tiketi yako ya tano elfu tukutane Benjamin Mkapa asiba. Yaani tunataka tunataka ile siku ya Jumapili hii, zingiziwa hii, mtu akipita barabarani ajue watu wapo, wapo, wapo kwenye lockdown. Yaani barabarani hakuna mtu hata mmoja, watu wote wako wapi? Wako Benjamin Mkapa. Tunakwenda kumfanya vibaya Petro Atletico. Huyu ni mtoto mdogo mno a Afrika hii, sisi tumeshaangaika na magubeli Afrika hii na tumewafanya vibaya sembuso huyu mtoto kutoka Angola, takwenda kumnyoa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa, ataacha alama tatu sababu sisi malengo yetu ni kuvuka hatua hii ya makundi na kwenda hatua ya robo finali, na sisi hatujawahi kuishia hatua ya makundi tangu tumeanza maisha yetu ya kutawala soka la Afrika.